Ile dhana ya vijana ni taifa la kesho sio ngeni masikioni mwa wananchi wa Mtanila Chunya na hata wananchi wa Tanzania kwa ujumla wake. Kwa waliopitia ngazi mbalimbali mbali za elimu wamekutana na msemo huo, lakini wengi wao wamekutana na usemi huo katika maisha yao ya kawaida. Kwa dhana hiyo, vijana wengi walikosa kuaminiwa, kupewa nafasi mbalimbali mbali za uongozi katika ngazi mbalimbali mbali za serikali na hata ngazi za kijamii. Lakini jambo hilo limekuwa tofauti na miaka ya hivi karibuni, kwani vijana sasa wameaminiwa. Fuatana nami kutazama uongozi wa bodi ya chama cha msingi Mtanila iliyoundwa na vijana, namna ilivyofanikiwa kutetea hoja kwa vitendo kwamba vijana ni taifa la leo kwa namna walivyotekeleza majukumu yao na kutakiwa kuigwa. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo, wapiga picha ni Fatuma Mtweve na Salmani Shekonga wote kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikalini wilaya ya Chunya. Chama cha msingi cha ushirika cha Mtanila kilichopo kata ya Mtanila wilaya ya Chunya kimewaamini vijana katika nyadhifa mbalimbali mbali za uongozi. Vijana hao wamedhihirisha kwamba vijana siyo taifa la kesho bali vijana ni taifa la leo. Vijana waliopewa dhamana ya kuiongoza Mtanila AMCOS wamethibitisha kwa vitendo kwamba vijana siyo taifa la kesho bali ni taifa la leo na lenye maono makubwa yenye kuwajali wakulima wa chama hicho, huku tamaa ya fedha, sifa mbaya, kujigamba zikiwekwa mbali na uongozi wao kufanya kazi kwa bidii, kuhimizana wao kwa wao, kuwajali wakulima wa chama cha msingi cha Mtanila ndiyo mwongozo wenye tija na umeleta matokeo yanayoonekana kwa macho ya kawaida kwamba vijana hawa wanafaa kuigwa na viongozi wenye nia ya kufanya vizuri. Mwenyekiti wa chama cha msingi Mtanila, ndugu Isaya Danieli Hussein, pamoja na umri wa ujana aliyonao, anasema karibu bodi nzima ya chama hicho ni vijana, lakini msingi wa uongozi wake ni hofu ya Mungu uzalendo na kufanya kazi kwa bidii kupitia kujituma na kuwajali wananchi wa Mtanila. Imekuwa ni kawaida kwa uongozi huo kuhakikisha kila mwaka wanafanya jambo la kuijali jamii pamoja na kuongeza vitendea kazi kwa chama chao. Ukiiangalia bodi yangu, asilimia kubwa ni vijana watupu. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa wajumbe wangu wa bodi, tunalima sana. Ukilima ukiona uwezo wa kupata fedha hauwezi kuingiwa na tamaa dogondogo lakini jambo la msingi ni kuwa na uzalendo. Ili uweze kuyafanya haya yote, kwanza uwe na uzalendo, lakini umtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Hapo nyuma wanachama wetu walikuwa hawaamini vijana, walikuwa wanaona kama vijana ni kundi la wahuni e, vijana tuna tamaa za mali na vijana tuna mambo mengi, kwa hiyo wakitupa nafasi za uongozi, tuna uwezo wa kukiharibu chama chao kwa sababu ya tamaa za mali. Kwa hiyo niliwaambia wajumbe wenzangu kwamba tufanye kazi kwa kuwaaminisha e, vijana ambao wapo nyuma yetu, kuwaaminisha kwa wanachama, kuwaaminisha kwa wananchi, lakini pia e, na sisi wenyewe watatuamini wananchi, watatuamini wanachama, na ndio maana imepelekea tumeweza kuchaguliwa kwa mara mbili mfululizo tena bila kuwa na upinzani wowote. Bwana Isaya anasema Mtanila ina falsafa ya kuwainua wakulima kutoka kulima hekari chini ya kumi na hatimaye kufikia uzalishaji mkubwa, jambo ambalo limeongeza tija kwa mtu mmoja mmoja na hatimaye chama kwa ujumla wake. Aidha, Bwana Isaya anasema kwamba kwa msimu huu wa kilimo tayari wa kulima karibu arobaini ambao chama hicho kinakusudia kuwainua ili walime heka ishirini na zaidi. Ni mwaka wa tatu mfululizo tunapata hati ambayo inaridhisha. Sisi kwetu kama chama hiyo tunasema ni mafanikio makubwa, kwani tunaona changamoto kwa wenzetu nyingi wanashindwa kufikia malengo hayo. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo huwa tunayafanya tuna, lakini pamoja na hayo tunaendelea kuhamasisha wakulima wetu kuendelea kuwa na kilimo kilimo bora, lakini na kilimo kikubwa. E, wakati na tunaingia madarakani bodi yetu mwaka 2020 chama chetu tulikuta kina uzalishaji wa kilo laki sita la lakini mpaka sasa tunazungumza mkutano wa leo tumepeleka maombi ya makisio ya uzalishaji eh, wa kilo milioni mbili na laki mbili. Kwa utaona ni mabadiliko makubwa sana ambayo tumeyafanya kipindi cha miaka minne toka tuchaguliwe. Kwa mwaka tunateua wakulima arobaini ambao tunawatoa walipo na kuwapeleka eneo lingine angalau wanzie vilimo vya heka 20. Kwao tunaamini hilo zoezi msimu uliopita tulilifanya vizuri na wale wakulima walifanikiwa kwa asilimia 80. Tunaamini wangefika 100 ni kutokana na changamoto za hali ya hewa za msimu uliopita, lakini msimu pia tumependekeza majina mengine ya wakulima 40 ili kuendelea na ule mkakati wetu, ili kufikia mwaka 2027 kama Mungu atatujalia tukiwa hai, lakini na hali ya hewa ikiwa rafiki na pembejeo zikawa tunafika kwa wakati, eh, ninaamini wanaweza wakafanikiwa. Lakini sio tu hayo eh, chama chetu tumefanikiwa kuwa na mfuko wa pembejeo. Mpaka ninavyozungumza tumeweza kufanikiwa kununua mifuko ya mbolea 6000 kwa maana kani mifuko 4000 E, na yulea mbolea ya mahindi mifuko elfu mbili kupitia fedha zetu za mawekezo ya wanachama ambao tumetumia jumla milioni mia tatu na hamsini na nne. Meneja wa chama cha ushirika cha Mtanila Ndugu Ipia na Mulungu na mhasibu wa chama hicho Bi Esther Petro wanasema wanapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa viongozi wa bodi jambo linalopelekea uimara wa chama hicho. Watendaji hao wa chama wanasema uzalendo wa viongozi wao na kujituma kumefanya chama kutokuwa na ubadhirifu, kwa kuwa viongozi wanajitosheleza kupitia kilimo cha tumbaku. Na kwanza, mwenyekiti wa chama cha Mtanila la isada ni Hussein, alipoingia madarakani, kikao cha kwanza alichokaa na wajumbe wake aliwaambia kwamba ili upate fedha lazima ufanye ulime, hilo la kwanza na aka akaweka msingi kwamba kiongozi yoyote ni lazima awe na kilimo kikubwa sija akaingiwa na tamaa yoyote. Hilo ilikuwa kipaumbele chake cha kwanza. Naamini hicho alifanikiwa kwa sababu asilimia kubwa ya viongozi wanalima sana. Kiongozi mwenye weka chache ana hekari kumi na sita na kiongozi mwenye hekari nyingi ana hekari tisini, lakini pili akasema baada ya kumaliza ndani, tunarudi nje, tunatengeneza mfumo ambao tutawainua wanachama. Kama tumeweza kwenye viongozi, basi tunaenda kwa wanachama. Nakumbuka baada ya, ya kumaliza viongozi, tukarudi kwa wanachama, tukaanza na mfumo wa watu 40 wa kuwatoa kwenye hekali eh, wale ambao walikuwa na hekali at least kuanzia tano nane hadi kumi, kuwatoa kwenye hekali tano na kuwapeleka kwenye hekari kuanzia 20 kwenda mbele. Nadhani huo mfumo mwaka wa kwanza tulifanikiwa. Tulipomaliza hao tukaongezea watu wengine 80. Nao tukawa tumefanikiwa na mpaka ninapozungumza sasa hivi tuna wakulima zaidi ya ya 200 ambao wana hekari kuanzia 20 kwenda juu. Na malengo yetu ni kufika kilo milioni tatu. Niseme ya asilimia tisini na tisa ni vijana. Asilimia moja tu ndio tunaweza tukasema mtu ambaye kidogo umri wake umesogea kidogo. Uh, ushirikiano ambao unapata kwa bodi kwa katika harakati za kutekeleza majukumu yangu ni mkubwa sana. E, kwa sababu ilikuwa ndo ajira yangu ya kwanza kwenye ushirika, kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sifahamu, lakini ilikuwa najaribu kuuliza, lakini mengine ambao wana, wanajua kabisa nastahili kuyajua walikuwa wananishirikisha kuniambia kwamba wataka kufanya hivi na hivi yale ambayo nilikuwa ni ni ni naona kiprofeshonal ambayo nilikuwa niyajue, nilikuwa nauliza, lakini ushirikiano uliokuwa nanipa ni kutosha kwao, nikawa nakuta kazi zangu zinakwenda kwa urahisi zaidi. Bwana Adam Kalinga na bwana Joshua Pelezi, kwa niaba ya wanachama wanufaika wa mpango wa kuinua mkulima, wamesema mpango huo umesaidia wao kuongeza uzalishaji na hatimaye kuongeza kipato chao. Tulianza kulima tumbaku mwaka elfu mbili na mbili lakini nilikuwa nikilima makisio madogo. Baadaye mwaka elfu mbili na ishirini programu mpya ya chama chetu ilianzishwa na mimi kuwa mnufaika kutoka kwenye eka tano kwenda kwenye eka ishirini Nilipokuwa na lima heka tano nilikuwa napata kiwango kutokana na uzalishaji nilikuwa nao mdogo, kwa maana nikifunga madeni yote ya pale ofisini nilikuwa naweza kuondoka na milioni nne au milioni tano lakini nilipoanza kulima heka ishirini nina uwezo wa kuzalisha kilo elfu kumi na sita na kuendelea, lakini pia nina uwezo wa kuzalisha kwa msimu kuanzia milioni 40 hadi milioni 35. Nikitoa madeni naweza kubaki na, na milioni 20 na kitu. Ah, programu hii imenisaidia, kwanza tayari nasomesha watoto wanne lakini pia nimejenga nyumba yangu pale Isangawana na naendelea kufanya mambo mengine ya kimaendeleo kupitia kilimo cha tumbaku kutokana na uzalishaji mkubwa nilionao. Nilikuwa na eka nika, 3 nikapanda nikafika eka 10 kati nikiwa kiongozi lakini tulipoingia na mpango ule wa wawezeshi wakulima wadogo kupanda kwa wakulima wakubwa sahizi nina uwezo wa kulima thelathini na tano. Sifa za bodi ya chama cha msingi cha ushirika cha wakulima wa tumbaku Mtanila inayoongozwa na vijana imepigiwa chapuo na viongozi waliotangulia kuongoza bodi ya chama hicho miaka iliyopita. Wazee hao wameshindwa kuficha mahaba yao kwa uzalendo mbinu juhudi na uwazi wa viongozi vijana wanaoongoza bodi hiyo kwa kipindi hiki, wakidai kama sheria ingelikuwa inaruhusu kuongoza zaidi ya vipindi viwili, basi viongozi hawa wanafaa kuongezewa muda. Kwa uongozi wa hawa vijana wa sasa, kwa kweli, kwa, kwa mimi binafsi yangu nimefurahishwa sana na wao, manake tangu nilivyoondoka mimi madarakani kulipita bodi moja katikati iliyokuwa tofauti na hawa vijana. Yako mambo ambayo inawezekana mimi na bodi yangu tuliyafikiri kuyafanya hatukuyafanya, lakini baada ya kuingia hawa vijana wamefanikiwa kuyafanya kwa mfano, utaratibu wa muundo wa mfuko wa pembejeo. Huu mfuko uliplaniwa na bodi niliokuwa nikiongoza mimi, japo sisi hatukuita mfuko wa pembejeo, sisi tulibuni kama akiba ya mwanachama. Swala so, la pili sisi wakati tuko madarakani tulipata mkopo mm, kutoka benki ya CRDB tukakopeshwa trekt trekta. Lile tulilitumia sisi kwa mawazo ya kwamba kama chombo cha kusaidia wanachama, tukaplani kwamba sisi baada ya msimu kuisha, tunaangalia ile faida ambayo trekta limetuletea, asilimia ishirini na tano tunaigawa kwa wanachama kama gawio lakini walivyokuja wenzetu, wakabuni wakabadilisha ule mfumo, wakaweka sasa kama mradi endelevu. Matokeo yake wamenunua trekta la pili, kwa bahati njema kabisa, leo tena tumekabidhiwa lori jipya. Kwa hiyo ni mwendelezo wa yale mawazo ambayo tulikuwa tunayafikiria sisi. Lakini tunapoingia sisi madarakani, tulikuta chama kina uhaba wa magara ya kuuzia tumbaku. Tuliomba kupitia serikali ya kijiji eneo kubwa kama la ekari mbili kwamba eneo hili tujenge magara. Baada ya kuondoka sisi madarakani, kuna bodi moja ilipita katikati, haikufanikiwa kuendeleza lile eneo, lakini hawa vijana walivyokuja, wameendelea kujenga magara mengine zaidi. Uongozi wa vijana, kwa nafsi yangu mimi, nimefurahishwa nao sana, kwa sababu asilimia kubwa ya mawazo ambayo tuliyaplania sisi wakati tuko madarakani wamekuwa wakiendeleza vijana hao, kweli mpaka hapa tulipofikia sheria kama sheria kwamba kama hazibadiliki, je, mnaendelea nao au vipi? Mi binafsi ningesema kwamba walipotufikisha na kama tutaendelea nao wanatuweka mahali ambapo ni pazuri. Tangu waingie kwenye madaraka madara yao kitu kinachoitwa ubadilifu si, ni hakuna. Ninasema ukweli ni hakuna. Ukaguzi umefanyika mara kadhaa kwenye mikutano mikuu, wanasoma taarifa mapato na matumizi, ukuti mahali ambapo panaleta shida kama chama mpaka mfikie kwamba mapato ya ndani yanaanza kununua vitu bila kuchangia mkulima, kama mkulima unajua mahali hapo ni mafanikio. Mapato ya ndani tulinunua trekta, walituletea jamani, mapato ya ndani kidogo yamepatikana, tunaomba tununue chombo cha usafiri, tukanunua trekta. Kama mnipotoka kuliona, tumefanya hilo bila wasiwasi yoyote, na tunaendelea na hilo. Mkutano mkuu ulipokuja wa msimu huo uliopita, wakasema tunapata pesa kidogo, tunataka tununue gari nyingine. Basi tuliwapa kibali kama pesa ipo na haigusi pesa ya mkulima, inagusa mapato ya ndani, fanyeni hilo, na wamelifanya ambayo yule ametoka mkuu wa wilaya wa kuzindua sasa hivi. Kwa hiyo tukisema kweli ni kundi la vijana, lakini wana ushirikiano mzuri, na hakuna kitu kizuri kinachotupendezesha kwamba ni vijana Swala la mkwaruzano kwaruzano hili hatujalikuta mahali popote, kwamba hapa amekwaruzana, pameletwa ugomvi nini na nini, kitu kama hiki kweli hakijapatikana. Lakini pia sisi kama wastaafu, tuna tuko wenyeviti wanne ambao tumetoka kule nyuma, wamekuwa wanatushirikisha sana sana kwenye mambo mengi, tunaomba ushauri, tunaomba ushauri. Tunaweza tukasema kwenye hilo ukweli wanaenda vizuri. Sheria za ushirika ni kwamba, baada ya miaka kadhaa, wanaingia wengine, baada ya miaka kadhaa, wanaingia wengine. Kimtazamo unakusanya kundi kubwa la wakulima karibu wote, ukitaka kuchambua sasa, vipi tunamweka nani? Kama sheria zinagusa hili swala, bado hata sisi wakulima linatuchanganya. Sheria zingekuwa tu zinabaki vile vile vile vile, tungesema hawa vijana waendelee tena kwa awamu nyingine. Sasa kwa, kwa sheria zimeundwa, zimewekwa basi nafikia mahali kwamba sasa hawa, muda wao umefika, wanatakiwa ingie wengine, inafanyika hilo lakini, mpaka hapo tulipofikia wametufikisha mahali pazuri. Viongozi wa bodi kutoka chama cha msingi cha Lualaje na chama cha msingi cha Binti Manyanga wanasema pamoja na umri wao kuwa mkubwa, lakini bodi ya Mtanila imewapa somo ambalo nao wanaenda kulifanyia kazi kwenye vyama vyao. Aidha, viongozi hao wanasema ingekuwa wanapata nafasi ya kuamua juu ya uongozi wa vijana hao wa bodi ya chama cha Mtanila, wangeruhusu waendelee kuwa viongozi, kwani chama cha Mtanila kimekuwa mfano wa kuigwa kwenye kila nyanja. Kwanza niseme bodi ya Mtanila wa wajumbe wa, wa, wa bodi, kwanza umri wao unaonyesha kabisa zaidi ni umri wa miaka kuanzia 28 haizidi 40 hapo katikati na zamila ya wakulima kwa taswira ya huko nyuma iliyokuwepo walikuwa wanashindwa kuamini wale wetu wenye umri mdogo, kwa sababu kwa mambo kwamba tukiamini watu wakienda wataenda kufanya vibaya. Hizo fikra naona sasa hazipo, na niseme tu Mtanila ni jambo la kuwashukuru, pongeza na kuwashukuru kwa namna vijana hawa walivyoaminiwa na wanachama na walioyatenda. Si ndivyo wanachama, walivyokuwa na fikiri yamekuwa tofauti na tafasili iliyokuwepo sasa, basi ni kwa nini ndivyo, na sisi tunatakiwa vijana wote waliopo mitaani ambao wana elimu wanaweza wakafanya wakazaminiwa, na watu waige mfano ili uwe fundisho kwa sisi, kwa kauli ile ya kusema vijana wanaweza wakafanya vibaya. Sasa tunaigaje? Tuige kama Mtanila kwa kufanya mazuri, kwa yale ambayo tumeaminiwa. Mungu anipe heri uzima na mimi niweze kufanya hapa Mtanila walipofika ni wazidi kwa kweli. Mtanila ni chama ambacho kinatakiwa kuigwa, sio kwa Chunya tu. Kwanza lazima tuige sisi Wanachunya, lakini kama vyombo hivi vitarusha matangazo viende mbali. Mtanila AMCOS imepiga hatua kubwa sana. Kwanza kabisa, tunaona harakati ndani ya miaka miwili mitatu, walishanunua trekta ya kuweza kuwasaidia maeneo mbali mbali ya kufikisha pembejeo kwa haraka lakini pili, wanamfuko wao wa pembejeo ambao kama vile yulea na kani wamekuwa wakijumulia wao kwa fedha zao, lakini vile vile wamekwenda kujenga vivuko ambavyo vyote ni gharama ya serikali, lakini wao kama AMCOS waliamua kuungana mawazo yao wa wakaunganisha, wakaazimia hivi mazao yao yaende, pembejeo zinafika kwa urahisi kupitia mito waliojenga makalavati na madaraja hayo, na vile vile mazao wakishazalisha, yanafika kwa urahisi. Lakini vilevile hawakusaidia tu mkulima wa tumbaku, wamesaidia kwa jamii nzima. Kwa hiyo vijana wanaweza kama watatoka kwenye maadili mazuri, kama tunavyoona mtani Katiwa, yani kama ruksa yangu mimi, ningewaombea hata miaka mitatu tena mbele, baada ya uchaguzi wangeweza kuendelea. Mara zote sifa njema hazipewi nafasi maeneo mengi, ukilinganisha na sifa mbaya lakini kwa sifa njema za viongozi wa bodi ya chama cha msingi cha Mtanila zimepenya katika nyanja mbalimbali. Mwenyekiti wa wadau wa zao la tumbaku mkoa wa kitumbaku Chunya, ambaye pia ndiye mkuu wa divisheni ya kilimo Chunya, amesema wazi kwamba hakuna dosari kwa viongozi hawa. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, ndugu Elia Richardi, naye amesema wazi kwamba viongozi wa chama cha msingi cha Mtanila wanapaswa kuigwa. Chama hiki ni pekee ambacho wanatumia nguvu ndogo. Ukisimamia vyama vingine, huwa lazima niende kuomba msaada kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, na yeye atatoa watu walioko chini yake kuja kwa ajili ya kusimamia vyama, huwa ni mkuruu pata shika mao kwa kuchanika. Lakini chama hiki wanaheshimiana, uongozi wanaheshimiana. Ukifika miaka mitatu wanachagua vizuri, kama mtu anaendelea miaka sita wanachagua vizuri wako kaa humzika naweza kuongoza, inawezekana. Chama cha Mtanila ni chama bora Tanzania bara na visiwani. sijawahi kuiona hesabu iliyoleta hasara, sijawahi hiyo hesabu iliyoleta hasara, kwa sababu vyama vingine vyote mwenyeko cha mapato na matumizi. Mwenyekiti anaweza kufungua mkutano, lakini mkutano huu aufungiki <laughs> sana Unaweza kufungua mkutano na mkutano usifungike, sasa ni kufuru sana. Na chama cha Mtanila, chama hili utafungua mkutano, mtajadiliana na mtafunga na mnakunywa na soda. Na mojawapo wa vyama ambavyo ni imara ni Mtanila. <klos> <klos> Mtanila ni moja kati ya chama ambacho kwa kweli tunajivunia sana katika maeneo yote unapotaka kuangalia ubora wa chama, unapotaka kupima uwezo wa chama, Mtanila wana sifa zote. Sasa hii Mtanila inafanya vizuri kwa sababu kuna wanachama ambao ni nyinyi na wakulima, lakini vile vile kuna viongozi kwa maana ya bodi, lakini vile vile kuna watendaji. Sasa wanachama, viongozi wa bodi na watendaji ndio wanafanya Mtanila ionekane kwamba ni chama ambacho kinafanya vizuri sana katika kuwahudumia wakulima lakini vile vile kuleta maendeleo katika, katika levo ya mkoa lakini vile vile katika levo ya, levo ya kitaifa. Mkuu wa Wilaya ya Chunya Mheshimiwa Mbaraka Alhaji Batenga alikuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya kukabidhi gari kwa wanachama lililonunuliwa na uongozi msimu huo wa kilimo wa ishirini ishirini na nne, ishirini ishirini na tano. Katika hotuba yake mheshimiwa Batenga aliwafananisha viongozi wa bodi hiyo na makamanda wa jeshi, huku wakisema chama cha Mtanila kina makamanda wazuri wanaopaswa kuigwa na vyama vyote vya msingi vilivyopo Chunya. Aidha, Batenga aliwataka viongozi wa bodi ya Mtanila kuendelea kuwaongoza wanachama wa chama chao katika kufikia mafanikio bora yenye kuleta tija kwa mtu mmoja mmoja na hatimaye jamii ya Wanachunya na taifa kwa ujumla. Lakini nianze kwanza kwa ku wapongeza Mtanila AMCOS, na niwapongeze wakulima wote na wanachama wa Mtanila AMCOS. Hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Kwenye jeshi tunasema hivi, na mimi natokea huko huko, hakuna askari mbaya, lakini kuna makamanda wabaya. Kwa hiyo ukiona mambo yanaharibika mahali usiende kuuliza hapa kuna shida gani, tambua moja kwa moja hapa shida kubwa iko kwa makamanda. Kwa nini nasema hivyo? Tuje kwenye mazingira ya vyama vyetu vya ushirika. Vyama vya ushirika, wanachama wote wa vyama vya ushirika ni wanachama wazuri sana. Ninyi wanachama, ninyi wakulima ni watu wazuri sana hamna tatizo. Tukiona mahala pana tatizo tatizo hilo lazima litakuwa limesababishwa na viongozi na sio hawa wanachama. Na pale ambapo unaona pana mafanikio kwenye chama, jua moja kwa moja kwamba hapa pana makamanda imara, pana makamanda wazuri. Na kwa maana hiyo, kwa mafanikio haya tunayoyaona kwa chama hiki cha Mtanila Mtanila kuna makamanda wazuri. Kwa hiyo wanachama hawana shida, ila wako katika mikono salama ya makamanda wazuri, na matokeo yake ndio haya tunayoyaona leo na hata tule yaona jana na tutakayoyaona huko siku za usoni. Tumekuwa na tatizo mpaka leo linasumbua kwenye vyama vingi la upatikanaji wa pembejeo kwa wakati, lakini kwa chama cha Mtanila, kwa sababu ya makamanda hao hao wazuri, upatikanaji wa pembejeo, na ninyi mko hapa hapa wanachama, upatikanaji wa pembejeo kwa chama cha Mtanila sio tatizo. Kweli? si kweli? Kweli? si kweli? Zinapatikana kwa wakati. Hebu watu wajifunze kwa Mtanila kwenye eneo hili la pembejeo. E, nyie mmetoa mfano mzuri sana sasa vyama vingine mko hapa Luharaje mpo e, na kuona ndugu yangu kacheza, nadhani huo uwezo mnao wa kufanya haya. Sasa kaeni, muone wenzenu wamefanya nini na ninyi mnafanya nini, tuweze kuondokana na hili tatizo la pembejeo, watu kukaa, mara wamembolea ipatikani, haiji kwa wakati, imechelewa, kani hakuna nipikia hakuna. Hapana, mtu awe na uhakika na anachokifanya. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu sana kujifunza, na vyama vingine tukatekeleze. Mlinunua trekta liko pale ambalo trekta lile liligharimu milioni sabini na mbili, lakini kama haitoshi, leo nimekuja mimi kukabidhi lori jipya ambalo limegharimu milioni mia moja na ishirini. Kwa kweli wakulima, ndugu zangu, hongereni sana <coughs> haya ni mambo ambayo hayawezi kupatikana kila mahali au kwa kila chama. Si viko hapa vyama, sijaja kuwasuta hapana, tumekuja kuambizana ukweli na kujifunza ili na sisi tuone tunaboresha e, namna gani Ujana si sababu tena ya kuwa na nidhamu mbaya kwenye jamii, wala si sababu ya kusingizia mtu anapokuwa amefanya vibaya eneo lolote aliloaminiwa kulisimamia. Vijana hawa waliopewa dhamana ya kuongoza chama chenye watu zaidi ya mia tano wa chama cha msingi Mtanila wamethibitisha kwamba ujana hauna uhusiano wowote na kushindwa. Vijana hawa, jamii na hata mtazamaji wa makala hii ni shahidi wa wazi kwamba vijana wa wana uwezo wa kufanya vizuri eneo lolote wanalopewa kulisimamia. Hivyo jamii tuendelee kuwaamini vijana, huku nanyi vijana sasa mkiendelea kulinda imani ambayo wananchi au wanajamii wameionyesha na wanaendelea kuionyesha kwenu. Kwa makala nyingine zaidi, endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website, ama tovuti tunapatikana kwa www Lakin chunyadc.go.tz lakini Instagram tunapatikana Chunya underscore official. Chuo cha Veta Chunya kiko katika Halmashauri ya Wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka 2025. Uh, chuo cha Veta Chunya kimejengwa kwa kuwekewa uh, miundo mbinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani uh, kubwa sita. Uh, fani ya kwanza ni umeme wa majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi. Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari. Ni wanafunzi katika chuo cha VETA cha Chunya na sikuwa fani ya umeme. Na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje vijana ambao hawana shughuli za kufanya wanaweza kuja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiliwa na serikali. Ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe sababu kwa ujuzi tutakao upata hapa tutasaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza